Ramadhani. Na somo la saa ngapi? Soma darasa la 6. Ulitaka kusoma nini ambacho umesahau kwenda kusoma? Hadith. Hadith. Hebu soma hadith ya Rafa hadi kwa sekunde kadhaa tumalize, tutamalisha kipindi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An nu'man kutoka kwa Nu'man ibn Bashir, mtoto wa Bashir, radhiallahu anhuma, radhi dza Allah ziwe juu yao, qala, alisema, mathalul muminina, ni mfano wa waumini, fi tawadihim, katika mapenzi yao, wa tarahumihim nupole watarahumihim na, na kuhurumiana kwao, wataatufihim na upole wao, mathalu ljasadi ni mfano wa mwili. Shtaka, pindi unapolalamika, minhu hudhun katika mwili huo kiungo, tadaa lahu sailu ljasadi, mwili mzima hulalamika, bisahari kwa kukesha, walhuma na kwa homa Fawaid min alhadith, faida zitokanazo na hadith. Waislamu tunatakiwa tupendane, kama tulivyoeleza katika hii hadith. wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Ma sha Allah.